Hebu jiwekea akiba ya dharura. Nakwambia dharura gani bwana wee? Unanichulia misiba bwana una, una, kwa nini nijichulie mwenyewe? Uh, fikiria korona ilivyotokea. Kuna watu wengi sana walipoteza ajira na kwa hiyo wamejikuta ghafla pasipo kuwa walijipanga wamepoteza chanzo cha mapato. Tukawekeza kwenye madini mm. Biashara hatuijui, kwa hiyo pesa zikazama mm. Kuna wakati nilifanya partnership na biashara nyingine ambayo ni sort of a microfinance pesa ikazama. Hiyo ilikuwa ni moja ya somo gumu kulipata pia katikati ya kujifunza. Kwa hivyo kwa nataja hayo matatizo sijawa kutoa nini, kaona kama vile unanisema madeni umejuaje? <laughs> kana madeni oh <laughs> tungeweza kuwafundisha watu vitu vingi kwa nini personal finance mpaka hapa nilipofika, mm. najikumbuka tu nikiwa binti mdogo ambaye nilikuwa na kiu ya kufanikiwa okay. na nilikuwa na picha ya kwamba mtu aliyefanikiwa anakuwaje lakini, mchakato wa namna ya ni, namna gani kutoka inakuwa ehe e, e, sikuwa nayo sana kwa sababu mm. nimelelewa kwenye mazingira ambayo wazazi wangu walikuwa ni walimu wa shule msingi, kwa mfano. Yani, najua napata mshahara, lakini mbona hamna kitu ambacho ninacho cha kuonyesha? mm. akaniambia hapana, Nuru, mimi na, na changamoto nyingi, nahitaji unisaidie. mm. na mpaka wakati huu kwa kweli kabisa amepiga hatua kubwa sana. Nakumbuka hata kabla tujafikisha miezi sita ya kufanya hiyo coaching, kiwango cha pesa aliyokuwa alichokuwa amekifikisha wakati huo, nadhani ilikuwa ni zaidi ya milioni kumi.

Mungu ni mwema Mungu ni mwema sana. matokeo huwa wananirudia na kunipa mrejesho nimeipata hapo. Je, yeah, ni mda gani sahihi wa wewe na mtu wako kuanza kuongelea kuhusu pesa na finances. Mapema. So, uh, unashauri jinsi gani ambapo mtu anaweza kumfuata mwenza wake na kuanzisha haya maongezi. Ukijua kwamba kuna maarifa yanatolewa mahali mbebe, nendeni, mnavyojifunza mwendelee kukua pamoja. Dada Nuru. <laughs> <laughs> Yes, yes, uko sahihi mm. Hautakuwa unatumia nguvu wewe nyingi sana kumwelezea kwa sababu ataenda kukutana na experts. Okay. mtasikia wote. Money for women is more on security. Yeah. So, mme anaweza kuwa anapush bwana, tuongeze another kid, mtoto wa pili, watatu, wanne, watano lakini mke akiwaza mbona, I don't see anything that we have secured. Watu wengi wanawaza hata nikianza kumwambia mwanangu, hii mali ni ya kwako, itunze, anaona ntauawa Yaani wao watanitanguliza na sometimes kuna hizo cases kweli zimetokea, lakini wazazi waache tu kusema hiki sio cha kwako mm, katafute cha kwako mm.